Your submissions. Eh, kitu ya kwanza ile nimeona katika hiyo budget, unaona ya kwamba eh, bending bills, bending bills katika hii budget ni kuanzia mwezi wa tatu kufika mpaka saizi kutoka kwa treasury. The report from the treasury inasema ya kwamba we have bending bills of 3.8 billion shillings, 3.8 billion shillings. Our recurrent expenditure in Bungoma County, eh, our recurrent is 9.2 billion shillings. Sasa tukiwa na budget ya 15.8 billion shillings you will see that eh, ukitoa ndani bending bills of 3 billion eh, kulipa bending bills na utoe ndani kutoka kwa eh, 9.2 billion shillings from 15.8, una baki na 6.2 billion shillings. So ukitoa bending bills of 3 billion shillings unaona ya kwamba development will only be 3 billion shillings. So we are saying eh, ya kwamba eh, the, the treasury of Bungoma Bungoma County and the county assembly should harmonize these things ili all these departments wa, wa, sipate si kupata pesa na watu waanze eh, I mean wananchi wa Kenya I mean, wa wananchi wa Bungoma wapate eh, development eh, Kama mashirika tuko na tumekuwa na changamoto kuhusu hiyo bajeti ambayo tumeona kwamba hiyo bajeti haijaangazia hasa eh, kuimarisha maisha ya mwananchi wa kawaida okay. Kwa mara ya kwanza kabisa tumeona ya kwamba uh, ule mgao katika kwenda katika uh, idara ya afya umepungua. Ya kwanza tumeona uh, maslahi ya kina mama na watoto RMNCH uh, um, program ikipewa sufuri, vile vile kuna malaria Alivyosema uh, neglected tropical diseases uh, kuna TB uh, na hivi vyote ambavyo vimetaja uh, non-communicable diseases zote zikiwa zimepewa sufuri.